Sheria kumi za kuvutia mafanikio katika maisha. Kuna tofauti kubwa kati ya kutafuta mafanikio na kuvutia mafanikio. Watu wengi wanahangaika kutafuta pesa na vyeo, lakini wanashangaa kwa nini kila wanapokaribia mafanikio yanawakimbia. Ukweli ni huu: mafanikio sio kitu unachokikimbiza, bali ni kitu unachokivutia kutokana na jinsi ulivyo ndani yako Tabia yako, uungwana wako na jinsi unavyochangamana na ulimwengu ndivyo vinavyoamua kama milango ya fursa itafunguka au itajifunga. Leo tunakwenda zungumzia sheria kumi zitakazokugeuza kuwa sumaku ya mafanikio. Ukizifuata hizi, utashangaa jinsi watu, fursa na baraka zitakavyoanza kukufuata bila kulazimisha. Kabla hatujaanza, Hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom, maana hapa hatupigi porojo, tunatoa ujumbe kwa wale waliopo serious na maisha, wanaotaka kujua zaidi. Moja, sema asante hata kwa huduma uliolipia. Uungwana hauna gharama, lakini unalipa faida kubwa. Usiwe na kiburi kisa umetoa pesa. Kusema asante kwa mhudumu, dereva au ufanyakazi wako kunaonyesha kuwa unawaheshimu utu wao. Hii inatengeneza nishati chanya positive energy ambayo inawafanya watu wafurahie kukuhudumia na kukufungulia milango mingine. Sheria: shukurani ni sumaku ya baraka. Kadiri unavyoshukuru kwa madogo, ndivyo unavyojiandalia kupokea makubwa. Mbili, usizungumzie mapungufu ya mtu mwingine ili uonekane wewe ni bora. Mtu anayejaribu kupanda juu kwa kumkanyaga mwenzake huwa hashiki kilele kwa muda mrefu. Unapochafua jina la mtu mwingine ili ujisifie, unaonyesha udhaifu wako na ukosefu wa usalama wa ndani insecurity. Watu wenye akili kubwa wanazungumzia mawazo, siyo watu. Sheria jenga thamani yako kwa uwezo wako, sio kwa mapungufu ya wengine. Ukimheshimu mshindani wako unajijengea heshima yako mwenyewe. Tatu, saidia bila kutangaza. Nguvu ya kutoa ipo kwenye usiri. Unaposaidia na kuanza kupiga picha au kutangaza kwenye mitandao, unakuwa umeshalipwa malipo yako kupitia makofi ya watu. Baraka za siri zina nguvu ya ajabu kwa sababu zinatoka kwenye moyo wa dhati na zinavuta neema kutoka kwa Muumba bila kelele. Sheria mkono wako wa kushoto usijue kile ambacho mkono wa kulia unatoa. Hapo ndipo utajiri wa kweli unapoanzia. Nne, kuwa mkarimu kwa wanyama na mazingira. Asili ina kumbukumbu ya ajabu. Jinsi unavyoutendea ulimwengu ndivyo ulimwengu unavyokujibu. Mtu anayeweza kuuhurumia mnyama au kutunza mazingira anaonyesha kuwa na roho pana na ya upendo. Roho kama hii inavuta amani na baraka za asili ambazo pesa haiwezi kununua. Sheria, asili inakumbuka unavyoitunza. Kuwa rafiki wa viumbe na ulimwengu utakuwa rafiki wa ndoto zako. Tano, ukikopa kitu kwa mtu kirudishe kikiwa katika hali bora zaidi, iwe ni pesa, gari au chombo chochote. Sheria ya uaminifu inasema usirudishe kama ulivyopokea, ongeza thamani. Ukiazama gari lirudishe likiwa safi na lenye mafuta. Hii inamfanya aliyekukopesha akuamini mara mbili zaidi na itakufanya uwe mtu wa kwanza kufikiriwa fursa zinapotokea. Sheria, uaminifu ni mtaji wa kwanza wa biashara. Kurudisha kitu kikiwa bora zaidi ni kuwekeza kwenye jina lako. Sita, heshimu siri ulizokabidhiwa hata kama urafiki utaisha. Mtu mwenye msimamo na busara hazisambazi siri za rafiki wake wa zamani ili kumkomoa. Ukifanya hivyo, unajionyesha kuwa wewe sio mtu wa kuaminika kwa yoyote anayekutazama. Sasa sheria: siri ni amana, kuilinda siri baada ya urafiki kuisha ni ishara ya ukomavu na uungwana wa hali ya juu. Saba, usicheke anguko la mtu. Dunia ni duara, leo upo juu, kesho unaweza kuwa chini kucheka anguko la mwenzako ni kualika dhoroba kwenye maisha yako mwenyewe. Badala ya kucheka, toa mkono wa msaada au kaa kimya kwa heshima. Huwezi kujua kesho yako itakuwaje na utahitaji msaada wa nani. Sheria: maumivu ya mwenzako yasiwe burudani kwako. Huruma leo ni akiba ya msaada kesho. Nane, kuwa na kiasi katika maneno. Mdomo unaopunja maneno huongeza heshima Unapoongea sana unatoa siri zako, unaonyesha udhaifu wako, na unatoa nafasi ya kukosea. Mwenye hekima anasikiliza mara mbili na kuongea mara moja. Maneno na chache yenye uzito huvutia watu kusikiliza kila unachosema. Sheria: hekima inakaa kwenye ukimya. Punguza maneno, ongeza vitendo, mafanikio yako yatapiga kelele yenyewe. Tisa, tabasamu lako linaweza kuwa dawa Huijui vita ambayo mtu anapigana nayo mtaani. Wakati mwingine, tabasamu lako la dhati kwa mgeni linaweza kuwa kitu pekee kinachomfanya asikate tamaa. Tabasamu ni lugha ya kimataifa inayovunja wata za chuki na kuvuta urafiki na fursa mpya kila unapopita. Sheria, tabasamu lako ni zawadi isiyo na gharama, itumie kubadili siku ya mtu na ulimwengu utabadili maisha yako. Na kumi Thamini utu wa mtu kuliko mali yake. Mali zinaweza kutoweka kwa usiku mmoja, lakini utu unadumu milele. Usiheshimu watu kwa sababu ya ukubwa wa magari yao au nyumba zao, waheshimu kwa sababu ya utu wao. Ukithamini utu, utajenga mahusiano ya dhati yatakayokusimamia wakati wa shida na raha. Sheria: mafanikio ya kweli yanapimwa kwa jinsi unavyowatendea watu wasio na kitu cha kukupa. Thamani ya mwanadamu ipo moyoni, sio mfukoni. Na sasa, sehemu muhimu zaidi: sheria hizi kumi sio tu kwa ajili ya kuonekana mtu mwema, bali ni kwa ajili ya kujenga msingi imara wa mafanikio yako. Huwezi kuwa mkubwa kama hauna uungwana na huwezi kudumu kileleni kama hauna utu. Maisha yanahitaji uwe na akili ya kutafuta, lakini pia uwe na roho ya kuvutia baraka. Changamoto zitakuja, lakini mtu mwenye misingi hii ya uungwana huwa hashindwi kamwe. Kila hatua unayoichukua leo, kuwa na kiasi, kuwa mkarimu na kulinda uaminifu wako ni mbegu unayopanda kwa ajili ya mavuno makubwa ya kesho. Heshimu asili, heshimu watu na mazaidi ya yote, heshimu thamani yako mwenyewe.